Jamani, mwenda zake Angela Chibalonza, talk nzuri sana bwana, inayosema kwamba inanibidi niseme matendo yako bwana. Jamani, 43 dakika, hapo, mwendo wa saa mbili, this beautiful morning. Mimi ni mzee mwenye shughuli nyingi, mtetezi wa nini? Kila mara, wacha kusahau kama ukweli unawapenda hawa mama. Kila mara inapaswa useme wewe ni mtetezi wao.

kwa visa vya uhalifu asema kwamba kwanza, hapo East Africa mm. We are number one wow. Out of 9 countries duniani nzima mm -hmm. Tuko at number 11 out of 193 countries. Yes. Afrika, mbona tuko huko mbele mbele kwa vitu mbaya mbaya? Afrika tuko namba 4. Um, <laughs> ah, wanaangazia sisi juni yetu oh. <laughs> lakini East Africa. So unaambiwa mwaka 2021 mm -hmm. kulikuwa na ile rate score ya criminal rate hapa nchini Kenya. Mm -hmm. it was hapo ukienda kwa shule za upili hapo kitambo. mm -hmm. shule kama ime score 6.9 mean score 6.9 is is is worth to be celebrated eebrted mm -hmm. Yani hapo umepita, kuna watu wamepata wame university entries, kuna watu wanaenda kadha university yeah. so that was the year 2021, mwaka 2023 the score was 7.02. Yani ili rise. Inasonga inasonga tu, wow. Sasa mwaka huu ni 7.18, wow. From 6.9 to 7.0 to 7.18 right now. So Kenya hivi sasa na hizi takwimu huenda ikafanya kwamba wale wanaotamani kuja hapa waogope, waogope simply because wasema kwamba visa vya uhalifu jamani, vimekuwa juu sana na that one you can testify with me because our very own area, hata huku mahali tuko si safe, very unsafe, very unsafe. Na sehemu zingine unatembea tu kwa barabara ukitetemeka, ukiwa na Mungu wako mm, tu lakini Mungu eh, ni eh, mwaminifu. Umeshikilia tu roho mkononi hii eh eh wewe we. Sasa my my question this beautiful morning is mm, these people that are causing the crime rate to go up, Who are they? That is number one. mm -hmm. ni akina nani hao wanaosababisha visa vya uhalifu hapa nchini Kenya viwe on the rise sana? And then number two, how can we do ama, how are the eh, those responsible for mambo ya intelligence mm -hmm. mambo ya security, what can they do better to ensure that these cases zinarudi chini? Mm -hmm. Na alafu swali lingine la mwisho maswali matatu. Hili la tatu ni kwamba hivi visa vitapungua, ama ndio idadi kama mwaka 2026 tukielekea pia uchaguzi ndio vitazidi kupanda sometimes? So unapata kitu kama hiyo ikirise, kurudi chini kwake ni muda, ni muda sababu unapata In most cases wenye wanafanya uhalifu wana, kuna wenye wanaondolewa wengine wakiwanakuzwa eh, uh, eh. So unapata ile kama imefika 7.1 unapata kurudi tu hata 7.0. Hey. It will take us juu unajua tulianza 2020 ikiwa 6.0 you can imagine ikiwa 6.0 it has been rising and rising and rising so tuseme ikiendelea ku rise hivyo kwa dunia tunaweza kuwa namba 2, ana tunaweza kuwa namba 2 ama 1 because that is alarming. Sasa tunaongoza kwa vitu gani? hizi watu huko kile mawaji ya kwa the other time ilimechangia pakubwa sana. Mm. Eh yale mauaji ya kwari yamechangia pakubwa sana. Alafu unapata sometimes most of the tourists wakija hapa Kenya. Yaani tu mimi sijui watu wengine ho wanafikiria yaani wakiona tu mzungu wanaona pesa. Na hata kumbe huo mtu hana chochote. Eh. Ni hoe hai. Kwanza wengine wanajua kiswa, Kiswahili. Eh hana chochote. Mwanza amepigwa na sunburn mpaka ameanza kuwa mweusi kama mimi hapa. Eh. Alafu unaenda unamnyang'anya simu yake shwari. Eh uh eh. -huh. Ndo, ndo vitu zingine ambazo zinachangia, alafu pia ukiangalia eh, coastal areas ndo huwa zina attract nini sana tourists sana ya, ndio. Na huko sasa ndo kuna uhalifu tena maradufu mm. Watu wanakatana vipanga huko vibaya sana mm. So unapata pia, hiyo ndo pia inachangia sana. Mimi kuna kuna rafiki yangu hapo eh, alikuwa na alikuwa Nairobi, mm. So sema bwana anaibiwa tu simu Nairobi tu

karibu kwa mtaa wa janja, nasema huko utembei tu na iPhone na simu <laughs> na earphones umeweka kama ushago, tumeshika wow. Eh, Nairobi kwanza town watu hutembea wow. na kaduda wow. wako na kaduda pale mjamu, nadhani ana simu, sasa mchana anatumia kaduda mm. usiku ako internet iko sasa wawana... hey, jamaa, anakuja, anakuambia leta Ilani leta usumitua. Kuna ki, ki, ki, kuna time fulani hapo kwa nasikia wow. Visa jamaa amekushikia kinyesi hivi kwa pepa bag mm. Itoe ama wewe uchafuliwe akuchafue na yeah. Nachukue na sasa mi kitu nilisema, Nairobi pia ama mahali ya ujui, usionekane kwamba wewe ni mm. mgeni, jifanye kabisa unajua mm. mjanja, hata kama ukujui kuwa... Okay. Unaweza wow. Unaweza mi ndio maana nasema sometime You should, uh, eh, work with conscience, maana kuna saa zingine roho yako itakutuma tu kwa mtu na huyu mtu atakuwa tu mzuri, ndio mm, unaweza kumuuliza, na sisi tunamuuliza kama mjamaa ako frustrated, lakini hiyo unaweza potea bwana, unaweza potea, bora angalia tu <laughs> kwa ICC unaweza potea mpaka ukati, ah, wewe mtu mkubwa sasa hivi. Alafu kuna watu ambao unaweza ukauliza wakakudirect vizuri, ni wale soldiers Uh, wale soja especially onyoko kwa uniform. uh, Uh, huyo hawezi akakufanya kitu kibaya. uh, uh, e, uh, atakutuma the right place, lakini haya unaoleza tu mtu yeyote, um, maana utashangaa sana. So unaona hii dadi inakata cross kat um, Eh county tofauti tofauti kuna visa ambavyo vilikuwa vya uhalifu Kisumu vikashuhudiwa, magenge sana sana ni groups zinakuwa formed, kuna kiongozi so wakikamata kiongozi, kumbe kulikuwa na assistant leader ambaye anaendeleza huyo kiongozi akikamatwa, kumbe kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa anashikilia, kwa hivyo wanamteua na hivyo na hivyo. Kulikuwa pia na visa vingine kule Kitale vimekuwa vikishuhudiwa e, Nairobi e, sehemu za huku tu kwa ujumla, kuna wengine hata wajulikani nini, lakini sasa ndio kitu ambacho kipo, ila sisi tunaweza kufanyaje ili kwamba visa hivi vikaweze kurudi chini na swali letu asubuhi ya leo, jamani, hivi visa jamani, vitarudi chini ama ndio vitaendelea? Kwa sababu ukiangalia takwimu mm. 2021 ilikuwa 6 point Aya ukija pale 2023 ikakuwa 7.0, mm. hapa sasa hivi tayari asilimia imeongezeka mwaka huu 2025. na haujaweka mwaka uchaguzi because huo ndio unakuwa mwaka mwingine very tricky. Very tricky mm. Because people are using advantage ya mwaka huo na kampeni za hapa na pale kupora. Pia I think maandamano ambayo amekuepo amechangia visa hivi mm -hmm, kukua juu sana na vurugu za hapa na pale. Kwa hivyo ni swala ambalo linaleta tatizo sana. Ila the authorities that are... In office, mm, what are they doing to ensure that the safety of Kenyans is guaranteed? And you know another question yenye huwa najiuliza ni kwamba yani mtu unafika fikaje tu a point ya kuwa mhalifu. Yani unakata mwenzako vidole tu kabisa, unakata yani hauna au ile guilt yenye yenyewe mm, huyu ni binadamu mwenzangu sifai kuwa nafanya, hiki kitu nafanya. Mm. Like humanity ilienda wapi? So so unakutana na watu, mtu anakukodolea macho kamba mtoka kuvuta bangi ile mbichi yenyewe, ah. Hey, ukimwangalia hivi macho inakaa bano, unajua bano zile zikuwa zinawaka zile bright kabisa. Ndio macho yake zinakaa hivyo. Yaani, ukimwangalia hivi una sarenda tu hapo na hapo. Na hata ukisarenda, bado anakuchukulia Kenya, anakuchukulia na anakukata kata tena. Yule kwani, humanity lenda wapi? So... Na wewe ni mtoto wa nani mwenye unatembea kuinja ukikatakata wenzako vipanga? Watu wabadilike wa.